Mwenyekiti mwenza wa waangalizi wa ndani wa uchaguzi mkuu Tanzania Cemot Martina Kabisama amepongeza namna jeshi la polisi linavyoendelea kusimamia amani katika uchaguzi kwani katika maeneo mengi wametumia weledi wa kuzuia vurugu badala ya nguvu. Akizungumza na Mwananchi Digital Kabisama anasema mpaka sasa hivi zaidi ya majimbo 150 yameshatoa matokeo ya uchaguzi na hii ni zaidi ya asilimia hamsini. Lakini baadhi ya maeneo ambayo ni pamoja na Arumeru Magharibi, Mbagala, Kawe, Kibamba nayo pia haya yamesha, yameshatoa matokeo. Lakini kuna taarifa kutoka baadhi ya majimbo kwamba baadhi ya wagombea walioshindwa wamekataa kusaini fomu, na maeneo mengine ambako matokeo yanachelewa kutoka ni kwa sababu wale wagombea wamekuwa bado wanabishana um, wanabishania yale matokeo. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunaomba tu kutoa wito kwamba yale maeneo ambayo matokeo yapo tayari wanaohusika kutangaza watangaze hayo matokeo. Kuendelea kukalia matokeo kunaleta sintofahamu kwa watu na inaweza ikatokea vurugu. Sasa kuna maeneo vurugu, tumepata taarifa zimetokea, lakini polisi wameweza kudhibiti. Kuhusu suala la Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC kutangaza matokeo kwa upendeleo kama ambavyo mgombea urais wa Chadema chini ya mwamvuli wa vyama vinavyounda umoja wa katiba yaani Ukawa Edward Lowasa alivyosema, Kabisama anaeleza. Na jambo la pili ambalo mpaka sasa hivi tumeshalipata ni kuhusiana na aliyekuwa akigombea urais kupitia Ukawa Mheshimiwa Edward Lowasa kuilalamikia tume kutangaza kwamba inatangaza matokeo ya urais kwa kufuata majimbo ambayo CCM imeshinda. Kwa mjibu wa Lowasa, huo ni mkakati wa kuwaandaa wananchi kisaikolojia kukubali matokeo na kuitaka tume itoe matokeo kwa ujumla wake. Akiongea wakati wa kutoa matokeo, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ameweza kulitolea ufafanuzi hili na mwongozo kuwa tume inatangaza matokeo kwa jinsi ambavyo wana yanawafikia kwa sababu yanatoka katika majimbo mbalimbali. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa, amesema kuwa tume imekuwa, imeonekana kufanya kazi kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu za uchaguzi katika ngazi ya ubunge, hasa maeneo ambayo zoezi la kuhesabu kura limekamilika. Tunaendelea kushauri na kusisitiza kwamba ni vyema maafisa uchaguzi wa maeneo husika watoe matokeo haraka, kwa sababu hatutaki kuingia kwenye, kwenye fujo na katika maeneo mengi watanzania wameendelea kuwa na utulivu. Zile sehemu chache ambazo kulitaka kutokea vurugu, tunalipongeza jeshi la polisi kwa sababu limeweza kudhibiti vitendo hivyo. Tumaini Msowoya, Mwananchi Digital.